Kando kando ya bahari ya kioo, marafiki watakapo kutana, tukizunguka zunguka kiti cha enzi kwa shangwe na vigelegele, twaji moja twajiuliza kiazi gani tutayari, wanazayuni kesheni kwa maombi Kando kando ya bahari ya kioo marafiki watakapokutana, wakizunguka zunguka kiti cha enzi kwa shangwe na vigelegele, swali moja twajiuliza, kiasi gani tu tayari. Wana Zayuni, kesheni kwa maombi, wokovu wetu mlangoni tutaketi natamani na mimi niwepo, mimi kwa nini nikosekane? Yote kwa yote nikose ya dunia, nipate uzima milele. Sina udhuru wala sababu, kwa nini mimi nikosekane? Kando kando kando ya kiti cha enzi, hapo ndipo tutaketi Natamani na mimi niwepo. Mimi kwa nini nikosekane? Yote kwa yote nikose ya dunia, nipate uzima milele. Sina udhuru wala sababu kwa nini mimi nikosekane. Mda mwingi tumekuwa na mokozi katika tabu, shida na rahani, sio ni sababu ya kukoza uzima, na pambana usiku mchana. Swali moja na jiuliza, hukumu yangu itakuwa je? Bwana naja kwako, unishike mkono, tukaribia pokanani Muda mwingi tumekuwa na Mwokozi, katika tabu, shida na rahani, sio ni sababu ya kukoza uzima na pambana usiku mchana. Swali moja najiuliza, hukumu yangu itakuwa je? Bwana naja kwako, unishike mkono, tukaribia Pokanani Chayendi, hapo ndipo tutaketi. Na nata...